Na basi katika mkutano ule kwa mujibu wa katiba yetu ya KKKT Dayosisi ya Kaskazini Mashariki, tulipaswa askofu alinapewa jukumu kubwa la kutamka jina la msaidizi. Na jina lile linapotamkwa basi washarika walioko kwenye mkutano mkuu wanalipigia kura. Sio kazi nyepesi wachungaji wote katika dasi yetu, na Mungu anatupa kuchagua wachungaji wazuri waliotumwa kule kwenye vyuo vyetu kusoma na kumaliza. Kwa hiyo wachungaji wote wana sifa hizo nzuri, lakini miongoni mwa hao wengi, basi tupate mmoja, tupate mmoja. Kwa hiyo nilikuwa na majuma magumu sana ya kuomba Mungu aweze kutufunulia kati ya hawa wengi tupate yupi na mashauri mbalimbali, wengine walinishauri kweli, wananiandikia ujumbe, wengine walinipigia simu, kasema, kwa nini uhangaike kuchagua msaidizi? Simchukue mke wako awe msaidizi. <laughs> tena ananipa mpaka neno la Mungu kwamba Mwanzo mbili mstari wa kumi na nane ni msaidizi wa kufanana naye. Kaambia, nyii hamjui, kanisa linaongozwa katika taratibu zake. Bwana Yesu asifiwe. na basi mama, yeye alitajwa kweli katika mambo yale lakini Mungu alituonyesha tupate nani atakayetuongoza katika wakati huo, na Mungu ametupa wa wakati hizi kumpata Dean mteule ambaye namtambulisha kwenu, naye si mwingine ni mchungaji Frank Richard Mntangi. Naomba nimkaribishe hapa, naomba washarika tumshangilie Dean wetu. Bwana asifiwe. Niombe mama dini na yeye afike hapa, mama dini mteule, mama Mtangi naye tumlete hapa mbele. Asante sana, asante. Naomba msimame pamoja hapo. Bwana asifiwe. Ndugu zangu, Hawa ndio viongozi wetu tuliopewa katika wakati huu ambao watashirikiana kuiongoza dayosisi hii. Tutashirikiana nao katika wakati huu na kipekee, tunamtambulisha rasmi kwenye Kanisa Kuu hapa Kathedro. Naomba mshuke zaidi kidogo wawaone sawasawa. Hapa kipekee nawatambulisha hapa kwenye Kanisa Kuu Kathedro kwa sababu katika utaratibu wetu kathedro ni usharika wa askofu, lakini mchungaji kiongozi wa usharika huo ni dini, na huyo anapewa kuwa na chaplain ambaye ye ndiye anafanya yale maongozi ya siku kwa siku ambaye kwa wakati huu ni mchungaji Karata, tuko naye kwa. Tunapenda kushukuru na kwenu ninyi watu wa kathedro kwa ushirikiano mkubwa katika utumishi wake, lakini katika majukumu mbalimbali yale ya kusaidia ofisi yetu kuu ya dayosisi. Mungu amewapa nafasi hiyo Mchungaji Mntangi ambaye amekuwa mkuu wa jimbo lile la Tambarare na baadaye kuhamishwa kwenda jimbo la Pwani, ambapo amefanya kazi kwa mwaka mmoja tu tangu mwezi wa nne mwaka jana, na leo sasa anahamishwa kuja katika ofisi kuu ya dayosisi na kuwa msaidizi wa askofu. Baadaye, kazini haya, na ibada baadaye ya kuingizwa kazini tutatangaziwa ambayo itakuwa na matukio yetu mengi, lakini mkaribishe sana na sasa niombe labda tusikie sauti yake tu, atakuwa na muda mzuri ndio mchungaji wetu wa kanisa hapa atakuwa na muda mzuri wa kutushirikisha mengi, lakini kwa kifupi ili tusikie sauti yake karibu. Wapendwa, Bwana asifiwe. Amen. Bwana apewe sifa. Amen. Basi kwanza ninamshukuru Mungu pekee sana Mungu ambaye ametupa neema ya kuishi lakini pia kutuamsha vizuri siku ya leo, siku ambayo ni siku pia ya kumwabudu, kwamba tumepata neema hiyo, ni jambo la kumshukuru sana Mungu. Lakini jambo la pili ni kushukuru sana Baba Askofu Daktari Msafiri Joseph Mbilu kwa jinsi ambavyo imekupendeza lakini pia imempendeza Mungu kwamba utaje jina langu kwenye mkutano ule mkuu, kwamba niwe msaidizi wako, na ni jambo ambalo kwangu mimi niliona ni jambo ambalo sikulistahili, kwa sababu tunao wachungaji wengi kwenye dayosisi yetu, tena wengine wana uzoefu na inawezekana wengine wamenizidi katika kila hali, lakini basi ukanichagua mimi, nachofahamu Mungu amekubali nikusaidie kwa wakati huu. Lakini katika neno la Mungu nafikiri umetuasa sana wiki hii kwamba sisi ni watumwa wasio na faida mbele za Mungu, na kazi yetu kubwa ni kuyafanya tu yale ambayo tunapaswa kuyafanya, na ili tuweze kutimiza wajibu wetu au wajibu wangu ambao nimepewa kimsingi nahitaji sana maombi yenu nyie wacharika. Neno la Mungu linasema, kwa maana pasipo mimi ninyi hamwezi kufanya neno lolote. Tunakisoma kitabu kile cha Yohana 15 mstari ule wa tano, bila Mungu hatutaweza kufanya jambo lolote. Kwa hiyo tunawaomba mtuombee, ili tuweze kumsaidia baba askofu na yale maono mazuri ya kuifikisha dayosisi hii mahali pazuri, basi yaweze kutimia, wapendwa. Baba Askofu, kwa unyenyekevu mkubwa niahidi kwamba nitakupa ushirikiano, ushirikiano mzuri, nami nitakuwa msaidizi wako na sio askofu kama badini alivyozungumza, mimi sio askofu, lakini katika vyuo vyetu hakuna mahali tumejifunza wapendwa, mahali popote kuwa msaidizi wa askofu. Kwa hiyo nategemea sana kwamba mambo mengi utanielekeza wewe, kwa kuwa ni msaidizi ambaye sijui chochote, lakini naamini kabisa kwamba utanielekeza kama unavyotoa semina kwa wengine na mimi utanipa semina yangu, na katika hilo ni imani yangu kwamba Mungu atabariki dayosisi yetu, Mungu atabariki usharika wetu huu, lakini kazi yake itaendelea kusonga mbele. Mungu atubariki na Mungu awabariki wote Amen. Amen. Asante sana. hoja tusikie sauti ya mama ajitambulishe, tu tusikie sauti yake, yeye ni mama yetu, tutakuwa naye pia hapa. Karibu. Asante Baba Skofu. Roho Mtakatifu asifiwe! Amen. kwa nguvu tena, ajue tuko hai. Roho Mtakatifu asifiwe! Amen. Basi tunamshukuru Mungu kwa neema. Naitwa ni neema, mwinjilisti Elizabeti Frank Mntangi. Asante baba Asante sana. Mungu wabariki sana, na niombe bado mwepo hapo, niombe washarika wanaume kumi wanawake kumi na wanakwaya kumi na watoto kumi watafika hapa kama ishara ya kuwapokea viongozi wetu, kuwapa mkono tu kuwapokea hapa wakitanguliwa na mama askofu pamoja na katibu mkuu na wale wachungaji wenzangu walioka huko kuwapa mkono kama ishara ya kuwapokea. Tarumbeta tafadhali. E, wanapokuja hapo washarika kumi mtakuja, lakini wanaume kumi, wanawake kumi na kwaya yangu kuu kumi na watoto kumi. Tarumbeta tafadhali, tafadhali, tafadhali changamsha, changamsha.

gele wanaruhusiwa kupiga pigelegele. Yesu asifiwe! Amen. Basi tunashukuru sana, tukuombe Baba. Dean mteule mchungaji Franki Mntangi pamoja na mama sasa, mrudi kukaa na tutaendelea na utaratibu mwingine, na karibuni sana katika huduma ya Mungu shambani mwake.